Mi nakuuliza tu, unamfahamu Kapteni Tesha? Siasa hizo baba. Kapteni Tesha unamfahamu, bwana? Hiyo swali achana nao. Unaogopa kusema kwamba Kapteni Tesha umemwona, lakini kwenye mitandao haujamwona wewe. Maelekezo yote ushasikia, yashaongeleka. Sasa mi nitazungumza nini? <laughs> maelezo ya nani? Wee, bwana, imwachie ile swali baba Hapa ni DNA Television right now straight way, tuko hapa saiti na kampuni ambayo tuko nayo saiti ni White Film kutoka kwa mkali mwenye White, uh, Tinwhite na nikwambie tu, moja kati ya watu ambao wanaunda uongozi wa White Film ni pamoja na Kilangaso. Kilangaso yeye kwenye White Film na ni, ni manager baada ya, ya nyumba juu yake kuna mkurugenzi tu ambaye ni Tinwhite, alafu baadaye anafuatia yeye Kilangaso hapa . Eh, bwana Kilangaso uh, mambo vipi kwanza? Eh, bwana poa kabisa. Sawa. Um, tuambie kuna shida gani ambayo huwa inajitokeza, um, kwenye mameneja kuhamahama makampuni? Kwanza ni hilo. Shida gani huwa inajitokeza? Tunaona watu ambao wanakuwa wanasimamia kazi za filamu mara nyingi unamkuta iko hapa, baada ya miezi mitatu iko hapa, iko hapa. Huwa mnasaini mikataba ya muda mfupi, au inakwaje? Hapana, mimi nadhani mara nyingi inakuwa ni bajeti bajeti pamoja na uandaaji wenyewe wa hizo kazi na makubaliano ambayo yanakuwepo ndani ya huo muda ambao nyinyi mmekuwa mnafanya hiyo kazi. Ni kwa nini mameneja wengi wanakuwa wanahamahama kutokea kampuni moja kwenda kampuni nyingine? Unaenda unaweza kukuta hata filamu bado haijafika mwisho labda kama ni season fulani, ni season haijamalizika kushutiwa na nini mameneja wanakuwa na hama? Hmm. Sababu inakuwa ni nini haswa, wanakuwa watuli kwenye kambi ambazo wanakuwa wanafanya nazo kazi? Shida ni nini? Mimi nadhani labda mara nyingi inakuwa ni mikataba pamoja na makubaliano ya yule mtu ambaye mnaingia kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Lakini vile vile inaweza ikawa ni bajeti kutokana na ile project ambayo nyinyi imeenda kuifanya. Ina maana kama iko tofauti, mtu hawezi kutulia sehemu moja, lazima ahame kwenda kutafuta riziki sehemu nyingine. Kwa hiyo, kumbe hii inatokana na ile kutokufikia uh, yale makubaliano ambayo unakuwa mmejiwekea. Hey, inawezekana kwa sababu kuna wengine unajua, wanafanya kazi kwa mazoea, hawafanyi kazi kwa ajili ya kuweka labda mikataba ili mambo yaende vizuri. Hata inapokuja kutokea kitu tofauti, ni rahisi kutatua tatizo, lakini wengine mara nyingi hawafanyi hivyo kwa kweli ilikuwaje? Vitu gani vilikuvutia kwenye hii project ukaamua sasa nasimama sehemu ya umeneja wa kampuni na ume, ume approachiwa umekubali, na sasa hivi mko seti, mna shoot na episode kadhaa zimeshaenda kwenye kwenye zimeshatoka, ilikuwaje wewe kwenye kukubali hii kazi? A, mimi ni sema tu, labda kwa wale ambao hawajui mimi, White Film ni kama nyumbani, yani ndio baba ndio mama katika sanaa yangu, kwa sababu jina langu mimi limepatikana katika hii kampuni ya White Film na bosi wangu ambaye ndio ananiongoza mpaka kufikia hapa ambaye anaitwa Tinwhite na ameniamini mpaka kufikia hapa. Sasa hivi ananikabidhi project na uwezo wa kusimamia na kufanya kile kitu ambacho yeye anakihitaji kiende sawa sawa katika hiyo project. Sawa, unaigiza lakini pia upo kwenye uongozi naona mm, ni rahisi sana wewe kutatua changamoto kwa sababu wewe ni kiongozi lakini pia unaigiza mm, changamoto ambazo watu wengine wanakuwa wanazipitia wakiwa on-site, uh, wakiwa wana, wana shoot film uh, ni changamoto zipi ambazo zimejitokeza sana kujua wakati wako wewe ukiwa kama kiongozi na kuigiza hapa? Ni, ni changamoto gani zimejitokeza na namna ambavyo ulizitatua, ilikuwaje? Changamoto ni nyingi. Unajua, unapokuwa kiongozi kwanza lazima uwe na, na moyo wa subira, kwa sababu kuna wasanii wengine ambao pia una, unaweza ukataka kuwaongoza hivi, kwa sababu unajua mnapokuwa kwenye kundi, kila msanii ana tabia yake. Kwa kuweza kurekebisha tabia mmoja mmoja waga, kuna, kuna ugumu wake, kwa lazima ujue huu niishi naye vipi, nifanyaje. Kama kuna mwingine anakuja, unakuta ana hasira. Sasa kama kiongozi uwezi nawe pia ukaenda katika hali ile ile ya hasira, lazima ushuke kwa ajili ya kumtengeneza msanii aelewe kile ambacho wewe unataka kukifanya na kumwelekeza akifanye vizuri. Kuna maugomvi, yani changamoto ni nyingi sana. Ugomvi, ugomvi huwa unatokea. Una wapi ugomvi? Yani ni kwa nini unakuwa ugomvi? Ni kujibishana kwenye kazi au mambo binafsi tu, labda kwenye mambo ya kazi haya. Na inakuaje? Ya, ya. in, in, yani mpaka ugomvi unatokea. Ah, kwa sababu kila mtu anakuwa mjuaji Unaweza ukamwelekeza hivi, kwa sababu kiongozi, unaweza ukamwelekeza mtu karibia hata mara kumi mara ngapi mtu asikuelewe. Kwa hiyo kuna muda unakasirika, kwa hiyo unakuta ukimkaribia, naye pia anakuwa yuko juu, kwa hiyo mnashindwa kuelewana. Kwa hiyo hususan, kama ukiangalia lika lika ni size moja, kwa hiyo inakuwa na changamoto yake sana ah, ila kiukweli nashukuru Mungu hmm, tunaenda sawa na tunaishi kama tulivyo, naona kundi la White Film kiukweli linadumu na, na halijavunjika mpaka sasa hivi. Sawa. um, filamu inafanya vizuri sana kwenye uh, viewers, YouTube wapi inafanya vizuri, watu wanaipenda, wanaitazama kwa wingi sana, wanaifuatilia mi nataka kujua, um, hiki ambacho mnakiandaa sasa hivi mnakiandaa mna kwa ajili ya kupiku kile kilichotangulia na kama kinapiku kile kilichotangulia ba, baada ya hii filamu kuisha, malengo yenu makubwa ukiwa kama kiongozi kwenye white film ni yapi haswa, baada ya hii episode, baada ya hii season kuisha, yapi ambayo mmeyapanga Kuyafanya. Sisi, sisi ambao tunayapanga kila project ambayo tunaifanya, kila series ambayo tunaitoa, tunataka tuifanye katika hali ya ukubwa, yani hata iliyotoka sasa hivi ambayo tunaendelea nayo iende katika hali ya ukubwa, na ikiisha hii pia tuna plani tutoe tena kitu kingine kikubwa zaidi, ili mradi tu iende mbali, mapato yao makubwa, na vilevile vile hata kwenye jamii ifike katika hali nzuri na ipokelewe vizuri. Sawa, tunaona filamu nyingi sana ni za drama uh, na comedy kwenye white film witfilm uh, vipi, kuna siku mnaweza mkasema sasa tunaenda kutoa action? Au kuna ugumu gani kwenye kutengeneza filamu za action? Mimi nadhani ni uwekezaji na, na budget. kila kitu kinawezekana hakuna ambacho kinashindika. Sasa wewe, kama kiongozi, uliwahi kufikiria kwamba niwasilishe kwa bosi wangu tutengeneze moja kati ya movie kubwa ya action? Hilo nadhani na, na, na, mimi siwezi nikarijibia, lakini kampuni nadhani ipo kwa ajili ya kuandaa kitu kikubwa sana kwa ajili ya mashabiki chochote kinaweza kikaja kutokea eh. Na mashabiki wameshaela kugusia hilo jambo, labda wanahitaji mwendelezo mwingine wa aina nyingine ya muvi. Labda sisi mashabiki zetu asilimia kubwa wanapenda sana kufurahi muda wote, kwa hiyo tukitoa kingine tofauti, naamini kitapokelewa, lakini mnatazama kilicho bora zaidi eh. Yaani kila tunachotoa lazima kiwe kizuri. Sawa. Um, katika sehemu ya uongozi hapo hapo wewe um, unafanya kazi chini ya White na Tini White, si ndio? Kama unafanya kazi chini ya White uh, Tini White, inamaanisha unajua ukubwa wa Tini White. Ukiwa kama manager wa kampuni ya White Film, vitu gani ambavyo wewe umeviwekea mkakati katika ukuaji wa image ya Tini White umekwamba hivi vikifanyika, Tini White anaweza kwenda international au ata kutafuta injos na dili mbalimbali ambazo zinaweza kuja kuinvest kwenye kazi yenu kama kampuni. Uh, labda nizungumze tu kwa kwa ufupi Unajua sisi soko letu la Tanzania kikweli bado ni gumu sana. Yaani ni gumu mno. Kwa hiyo tunatamani sana kufanya vitu vikubwa na viende. Na tupo katika mipango hiyo ya kufanya vitu vikubwa zaidi. Lakini bajeti zinakuwa mtihani, unaweza kuweka bajeti kubwa ya kufanya kitu kikubwa, lakini pia katika soko letu sisi lisiende mbali. Na ndio maana unakuta watu wengi wanaofanya projekti zao wanawekeza sana kwa ajili ya kufokasi iende hata nje ya Tanzania. Mimi nakuuliza tu, namfahamu Kapteni Tesha. Mm. Eh. -hmm. Mm -hmm. Siasa hizo baba. <laughs> Kapitani Tesha unamfahamu? <laughs> Bwana swali, achana nao <laughs> Unaogopa kusema kwamba Kapitani Tesha umemwona, lakini kwenye mitandao au ujamwona wewe, maelekezo yote ushasikia. <laughs> Ishaongeleka sasa, mi ntazungumza nini, maelezo ya nani? <laughs> We bwana, imwachie lo swali ba. Achana na maswali. <laughs> Lakini Kapitani Tesha anachokiongea we unakionaje, ni cha kweli ama si kweli? Si sijasikia, ujasikia chochote? Sijasikia, sijasikia chochote kabisa lakini mwanzo umeniambia we, ulichoona ndo kile kichongolewa, ndo hicho. Inamaanisha ulisikia. Sasa basi, ndo umeniambia, ndo maana nimekurudisha jibu hilo mwanzo. Wakati nakuuliza ulisema umesikia. We kwani unataka nini baba, unataka <laughs> eh? nini mi sitaki chochote. Nachotaka mimi we uniambie kuhusiana na hali ya kisiasa ya sasa hivi Tanzania unaionaje? Mimi bwana sio mwanasiasa, sipo kwenye siasa, siasa siijui. hmm. ila tu nachokijua mimi naishi katika nchi yangu Tanzania, nchi yenye amani. basi Oktoba utakuwa ni moja wa watu ambao anaenda kushiriki uchaguzi wa Tanzania, ambao ni jambo muhimu na ni haki kwa mtanzania yoyote. Tuombe uzima, Mungu akijaria wa kijari, tukiwa na afya tele, kila kitu kitawezekana. nauliza tena. U uzima utajulikana tarehe ishirini na tisa hakuna anaijua tarehe ishirini na tisa lakini nia yako ya sasa hivi, tarehe ishirini na tisa Oktoba unaenda kupiga kula, utashiriki kupiga kula au itakuwa vinginevyo? kula ntapiga. Mimi ni Mtanzania, nchi yangu ni huru, haina matatizo aina yoyote yale kwao. Tarehe ikifika tuta tutafanya tarehe ikifika, tutapiga kula. Kula tutapiga yeah, kwa kishindo. We baba vipi? <laughs> ku <Waka nitafuta> ubaya <laughs> kwenye muvi ambazo una, una, mara nyingi unakuwa unacheza unaonyesha wewe ni mtu fulani hivi, yaani kwenye mapenzi umenyanyaswa nyanyaswa sana. Uhalisia vipi, ni jambo ambalo limekutokea sana, ndio maana unakuwa una unapenda huo uwa, uhalisia au ni director anakuwa amekuchagua? Hapana, director pia na mtu anayeandika mm -hmm. story kwa sababu anaangalia uhusika wa mtu huyu anaweza akafiti sehemu fulani ndivyo wanavyoandika stori. Unapocheza sehemu fulani, na maana nimestahili kucheza hiyo sehemu, ila pia stori nikiandikiwa tofauti ntaweza pia kucheza sehemu yoyote. Lakini director ametumia vigezo gani kukuchagua sehemu ya kulilia na mapenzi? Mzee, nikiangalia kidogo uso wako, ndevu nyingi, afu unakuwa unalia na mapenzi, inakuwa haileti hai maana. Kidogo ni, ni the way jinsi nilivyo na jinsi ambavyo wana perform kwa kila sini i unajua kabla ya kufanya lazima tufanyiwe testi majaribio, kwamba bwana mcheza play hivi, nikiplay, akiona bwana huyu anafaa anafit. Mtaani huko watu wanasema hatuonagi watu wenye ndevu nyingi wanalia sana na mapenzi, yaani hilo ndoa hawana kabisa, zaidi ya kunionea huruma tu nateseka na mm. tangu unazocheza filamu huyo ni mtu ambaye ulikuwa tayari ushaoa, umeingia eh, kwenye filamu ukiwa una e, tayari una familia tayari Yani mimi naingia kwenye sanaa tayari nina familia sawa. Um, kwenye sanaa hapo hapo na kuwa na familia inakupa ugumu kiasi gani? na ukiangalia we una, unacheza sini nyingi za mapenzi kama hivyo drama na nini, inakupa ugumu kiasi gani, labda mpenzi wako au mke wako kuamini kwamba kinachofanyika hapa ni kazi na sio vinginevyo? Iliniwe vigumu sana kuja kumwaminisha hivyo, lakini ni changamoto zilitokea nyingi sana ni mambo ambayo pia ilienda paka kwenye familia mizi kwamba kwa wazazi, lakini kutokana na alielewa kile ninachokifanya ananiamini na namshukuru anani Mungu ananiombea sana kwa kile ambacho nakifanya. Sasa kitu gani ambacho ye ilikuwa kinamtatiza zaidi, akasema bwana hapana, mimi lazima tu moja mbili tatu, lawama zake nyingi zilikuwa ni kwenye nini? Unajua sanaa zetu sisi uh, jinsi zilivyo, tunaaminika kwamba ni, ni wahuni, tunapoenda kufanya hizi kazi zetu, tunapoingia. Na ni kweli, je ni wahuni kweli? Haiko hivyo hii ni kazi kama kazi nyingine, ila dhamani ndio ilikuwa inafikiriwa hivyo kwamba sanaa ni uhuni. Lakini sanaa sio uhuni, sanaa ni kama kazi nyingine. Na maana unaona kila msanii katika taifa hili anaangaliwa kwa jicho lingine tofauti kabisa, na sisi ni kioo cha jamii, ndio maana tunafundisha, tunaelimisha na tunaburudisha. Sawa, kuna, kuna, kuna wadada sasa hivi wengi ambao wanaingia kwenye firamu kwa ajili ya kupata fame uh, na kuendesha biashara zao, lakini wanakuwa hawana jicho laki, la sanaa zaidi sijui kama umenielewa hapo. Yaani, kuna wadada ambao ni maakta waigizaji, ambao wanaingia kwenye filamu kutumia pesa, ambao wakishapata pesa, sasa wanatumia huo umaarufu wao kwa ajili ya mambo yao mengine binafsi. Na mara nyingi hao watu wanakuaga ni watu ambao uh, ukiwatizama ni watu ambao wanakuwa hawaweki sana sanaa mbele, ila wanaweka pesa mbele na unakuta labda kapata umaarufu kwa kidogo sana, lakini ukienda ukimgusa tu anakuwa ni wamoto sana. Hata kumchukua kucheza kwenye filamu zako nyingine inakuwa ni mtiani ile. Unaweza ukaita ndo branding au ni, ni kitu gani ambacho kinakuwa kinawafanya wanakuwa vile? Kila mtu anayefanya vile ana tageti yake. Yani hata mimi hapa nilipo nafanya sanaa yangu lakini na tageti yangu, kwa anapofanya vile mwenyewe amefikiria nikifanya hiki nifanye hivi niingize ni pesa. Kwa anachokifanya yeye mwenyewe anajua, hauwezi ukampangia mtu maamuzi ambayo yeye anakuwa ameyafikia kuyafanya mm. We binafsi sasa, ulishawahi kupata tabu kumaprochi mtu kwa ajili ya kufanya kazi ikawa unaona kabisa anachokisema bei ni ngumu? Lakini hiyo ni wa kawaida na bei ni ngumu e, ipo. Si maamuzi ya mtu anakuwa ameamua hivyo kufanya, huwezi kumzuia e. sasa mtu kama huyu una maprochi vipi ili akubali sasa kufanya kazi? Sasa hapo ndo kuna mazungumzo ambao pia wewe mwenyewe umshawishi ili aweze kukuelewa kama vipi uni, yani nataka uniambie vitu gani ambavyo mnawaambia yani, kwa wasanii wa kawaida au msanii ambaye unakuta labda tayari ni, ni maarufu ila bado hana uwezo labda kusema atalipa milioni mia milioni themanini, lakini anataka hizo hera. Huwa mnawashawishi vipi kufanya kazi hizi ambazo mnafanya? Mtu unaweza ukamshawishi kutokana na bajeti yako jinsi ilivyo, kwa sababu anaweza akakutajia kiwango kikubwa kwa kujua kwamba wewe unaingiza pesa nyingi. Sawa, lakini wewe pia unaweza ukamkonvizi kutokana na kipato chako. Ukimshindwa basi unamwacha unatafuta mtu mwingine, ndivyo ilivyo, hivyo